Kwa upande wake, Rais William Ruto ametetea bima ya SHA na kutaja wapinzani wa bima hiyo kuwa miongoni mwa matapeli waliokuwa wakitumia hospitali bandia kupata malipo ya bure. Akizungumza alipohudhuria mazishi ya mbunge wa Malava Malulu Injendi, Rais Ruto alisema mpango huo utaendelea na amewataka Wakenya kuendelea kujisajili, kama anavyoeleza mwanahabari wetu Stephen Leto. Bima ya afya SHA ikiendelea kushutumiwa kwa kuwa na kasoro mbalimbali. Rais William Ruto amesema kulingana na tathmini yake, ya SHA iko sawa kabisa. Rais akijumuika na wenyeji wa Malava kwa mazishi ya mbunge wao Malulu Injendi ameshutumu ripoti tofauti kuwa SHA ina matatizo aswa, ile ya mkaguzi wa hesabu za serikali Nancy Gathungu aliyekosoa vikali teknolojia ya, ya SHA. Nimefanya consortium kubwa, tukasema we are going to have a consortium of technology companies that is going to make sure that there are no fraudulent claims daktari gadhungu alitoa ripoti iliyoonyesha kuwa mabilioni ya pesa yanalipwa kwa akaunti zisizojulikana haswa kwenye mfumo wa teknolojia ya sha and they are going to make sure that that system will not be paid for by the government of kenya it will be a fee for service facility that will make sure that we protect citizens contribution The people who are complaining are the fellows who have been stealing from us. They don't want a technology system that works because they want to continue stealing from us. I want to tell them the stealing is over, my friends. Move on. Gadhabu ya Rais ikielekezwa kwa wale amewataja kama matapeli waliokuwa wakipokea mamilioni ya pesa kutoka hazina ya NHIF kwa hospitali feki. Hakuna tena pesa ya umma itafujwa kwa mitandao hata mujaze makaseti makaratasi na nini, mara ngapi? Ati ndio ndio mtulazimishe turudi nyuma kule kwa NHIF mwendelee na kuiba, yawezekani? Waliofika Malava walimwomboleza mawenda zake kama kiongozi aliyepigania eneo lake kupata maendeleo. Rais Ruto akiahidi kuanzisha miradi ya barabara katika eneo la Malava mwezi ujao. Stephen Leto, runinga ya Citizen.